Mtazamaji wa Jamii Plus nakukaribisha sana katika simulizi zetu ambazo zinakuwa zinakujia hapa kupitia chaneli yetu hii ambayo ni kwa ajili ya simulizi mbalimbali zikiwa za mafundisho pamoja na simulizi ambazo zinakuja kukuelekeza mambo mengi sana. Nikukaribisha sasa katika simulizi yetu ya leo ambayo inasema, ina kichwa cha habari ambacho kinajulikana kama uh, siri ya kimzimu wa kijiji hii ni siri ya mzimu wa kijiji simulizi hii inakuja hapa moja kwa moja kupitia chaneli yetu hii ya jamii Plus ikiwa ni kwa mara ya kwanza unaungana pamoja na sisi leo au ndo unatazama video hii basi hakikisha unabonyeza maneno mekundu yanayoandikwa subscribe chini ya video hapo na ile alama kengele kengele usiache kuibonyeza ili upate taarifa pindi ambapo tunaweka simulizi zetu hapa kupitia chaneli yetu hii ya jamii Plus. mtazamaji nikukaribisha sasa tuweze kuanza moja kwa moja bila kupoteza wakati Kijiji cha Ng'ambo kilikuwa kimetulia katikati ya milima mikubwa na misitu mizito ya miombo. Hiki ni kijiji ambacho muda ulionekana kusimama. Hakukuwa na umeme wala magari, watu waliishi maisha rahisi ya kilimo na ufugaji. Lakini kijiji hicho kilikuwa na siri nzito sana ambayo watu walikuwa hawapendi kuizungumzia, hasa nyakati za usiku. Kulikuwepo na hadithi husika kuhusu mizimu waliotoweka zamani sana, na wale waliouawa kikatili na waliochawahi, waliosahauliwa bila maziko mazuri. Mizimu hiyo ilijulikana kama mizimu ya msituni, maana waliaminika kurudi kila baada ya miaka kumi na mmoja. Walirudi katika kijiji hicho kwa ajili ya kuvuna roho za watu kama malipo ya kisasi. Wazee walikuwa wakisema kwamba mizimu hiyo ilikuja usiku kwa sauti za upepo mkali, vilio vya mbali na harufu ya moshi usioonekana. Katika mwaka wa kumi na moja, mambo yalianza kubadilika. Usiku wa kwanza Watoto wawili walitoweka wakicheza karibu na msitu. Siku ya pili, mifugo ikaanza kufa ghafla. Kila usiku, sauti za ajabu zilianza kusikika kutoka ndani ya msitu: milio mi, ya miti kuka, kukata bila mtu kuikata, vilio vya wanawake na wakelele za mnyororo ukiburuzwa ardhini. Amina, msichana wa miaka ishirini na saba Aliishi na mama yake ambaye alikuwa mchuuzi wa matunda sokoni. Amina alikuwa na ndoto ya kwenda kusoma mjini. Alikuwa mchangamfu, mwelevu na jasiri. Lakini ndoto zake ziligonga ukuta pale mama yake alipopotea usiku mmoja. Alikuwa ameenda kisimani kuchota maji lakini hakurudi tena. Ndoo yake ilipatikana karibu na njia ya kuelekea msituni lakini yeye mwenyewe hakuweza kuonekana. Amina alijua kuwa hakuna mtu anayambaye atasubutu kwenda msituni kumtafuta mama yake. Wazee walishakataza kabisa mtu kuingia msituni, hasa katika misimu wa mivuno ambayo ilijulikana kama ndo siku ambazo mizimu iliweza kuja kijijini na kusogelea katika misitu hiyo. Lakini moyo wake haukuweza kuvumilia. Alijikusanya ujasiri wake na kwenda kwa Juma, kijana wa miaka 29 ambaye aliishi peke yake pembezoni mwa kijiji. Juma alikuwa mtu wa kushangaza, alikuwa amehamia ng'ambo baada ya kufukuzwa katika kijiji chake jirani kwa tuhuma za uchawi, lakini Amina alijua kwamba Juma hakuwa mchawi alikuwa ni mtu mwenye maarifa ya kale aliyerithi kutoka kwa babu zake, na aliweza kusoma alama za miti, kujua lugha ya ndege, na kuelewa tabia za misitu. Wawili hawa walikutana na kuzungumza, waliamua kuungana. Wakaandaa chakula cha siku mbili, mishumaa na vifaa vya kush... kuchora alama za ulinzi, wakaingia msituni alfajiri, wakati mvua nyepesi ilikuwa ikinyesha. Walipofika ndani ya msitu walihisi hali ya hewa ikibadilika. Upepo ulikoma ghafla, sauti zikatoweka na ukimya mzito ukatawala. Miti ilikuwa mirefu isiyoisha, baadhi ya miti ilikuwa na sura kama za binadamu. Majani ya ardhi yalionekana meusi na mazito, kana kwamba yalikuwa yamepata yamepita miaka mingi yalikuwa kama imepita miaka mingi bila mwanga wa jua kutoka katika ardhi ya msitu huo. Kila hatua waliopiga kusogea mbele ilikuwa kama wakanyaga, wanakanyaga kwenye historia iliyojaa maumivu. Wakati wakiwa katikati kati ya msitu, waliona mwanga mkali wa moto kutoka mbali. Walipofika karibu, walikuta kundi la watu waliovaa mavazi meusi, nyuso zao zimechorwa kwa damu na majivu. Hao walikuwa wachawi waliokuwa wakifanya matambiko ya kumtoa sadaka mwanamke mmoja kijana kwa ajili ya kudumisha nguvu zao. Kwa mshangao mkubwa, Amina alitambuliwa kwa kuwa kama yeye ni bikra wa mwisho kwenye kizazi cha nne cha waliolaaniwa aliambiwa ndiye anayetakiwa kutolewa kwa mizimu ili kuzuia mivuno isiingie kijijini kuvuna roho za watu ambazo zilikuwa zikija kuwaua wa watu. Juma alifungwa kwenye mti akashuhudia Amina akivuliwa na kuzungukwa na wachawi waliokuwa wakicheza huku wakitoa milio ya ajabu. Lakini Juma akiwa amebeba vindo, vidonge vya moshi na miti ya mkwaju unaotumika kufukuzia mizimu, alifaulu kujinasua. Alitupa moshi huko katikati ya kundi la wachawi. Wachawi walianza kupiga kelele, mizimu ikaanza kuruka, wengine wakayeyuka hewani kama moshi. Amina aliponyolewa nywele zake na kukatwa na kulazwa juu ya jiwe la mitambiko, Juma alimkamata kwa haraka na kumtupa chini na kupiga kelele kwa lugha ya kale aliyojifunza kwa babu yake. Alama za ardhi zikaanza kuangaza msitu, wote ulianza kutetemeka. Moto mkubwa ulizuka kutoka ardhini na kute, kuteketeza wachawi wote. Mizimu ililia kwa sauti za ajabu kabla ya kutoweka kwa upepo. Lakini kabla ya kutoweka, moja ya kasisina au mchawi mkuu aliweza kumwambia Amina, umenivuruga leo lakini nitarudi katika damu yako. waka Wakaondoka msituni wawili hawa, Juma na Amina, wakiwa wamechafuka, wamedhoofika, lakini wakiwa salama. Waliporudi kijijini, watu hawakuamini walichokisikia. Amina aliwaeleza kwamba ukweli wote kilichotokea katika msitu huo. Hata hivyo, usiku wa manane, ndio wa mnyororo ulisikika tena karibu na nyumba yake aliyokuwa amelala mina. Usiku je, nini kitatokea? Mtazamaji wa Jamii Plus, na kualika tena uungane nami katika sehemu ya pili ya simulizi hii uweze kujua ni nini ambacho kiliweza kutokea katika usiku ule. Kama ndo mara ya kwanza unajiunga pamoja na sisi, ndio umetazama video hii, basi hakikisha unabonyeza maneno mikondo subscribe chini ya video hapo na uweze kunisapoti kuandika comment na kulike video hii, share kwa marafiki zako pia, ili waweze kufahamu au kutambua simulizi nzuri kutoka hapa katika chaneli yetu hii. Nikuage kwa sasa, tukutane katika kipindi kinachofuatia. Nikuambie bye bye.